Naomba nichukue nafasi hii kuwatakia heri na baraka nyingi kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita ambao Mwenyezi Mungu ametupendelea na ametubariki tuone tufike salama na kwa mapenzi yake tutaumaliza salama.

Naomba nichukue nafasi hii kuwatakia heri na baraka nyingi kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita ambao Mwenyezi Mungu ametupendelea na ametubariki tuone tufike salama na kwa mapenzi yake tutamaliza salama. Naomba pia niseme maneno mawili matatu. Kwanza, baada ya kwa kuwatakia heri na baraka, ni waombe nyote kwamba tujibidishe sana katika kufanya kazi. kuna wachungaji huwa wanatoa baraka, wanasema mifuko ijaye pokea gari, pokea nyumba, lakini pasipo kufanya kazi. Lakini mimi nafurahi wachungaji wetu kila siku wametuambia tufanye kazi, magala yetu yatajaa chakula, tutapata vyombo vya usafiri, tutapata nyumba na familia zetu zitaendelea kushamiri kwa baraka na ustawi. Kwa hiyo nawaombeni sana kila mmoja wetu kwa nafasi yake awajibike katika kufanya kazi. Leo tumeona Mama Maria baada ya kupokea zile baraka na sifa zote kwamba aliyaweka yale maneno moyoni mwake akiyatafakari. Sasa hii imesema upande wa kina mama tu, lakini kina Yosefu, kina baba hamjaambiwa lolote. Leo mi naomba niwaambie kina baba, muwajibike kwa watoto wenu, muwajibike kwa wake zenu, muwajibike kwa familia zenu. Familia yako ikilegalega, ikakosa chakula, ikakosa mavazi, ujue baba, hujatekeleza wajibu wako. Naombeni kina baba, tutekeleze wajibu wetu kwa watoto wetu, kwa familia zetu. Hayo ndiyo Yosefu alikuwa akifanya siku zote katika maisha yake, kuanzia kwenye usalama wa familia lakini kuhakikisha pia mahitaji ya kimwili ya familia yake yanapatikana. Kwa hiyo na sisi tufanye kazi. Pasipo kufanya kazi, familia zitalegalega. Pasipo kufanya kazi, hatutapata ustawi wowote. Naombeni sana kina baba, tufanye kazi. Mvua zinaonyesha vizuri, tulime, tuweze kupata mavuno mazuri na mengi zaidi. Jambo la pili, ni waombeni familia zote tuhakikishe tunapeleka watoto wetu shule. Tarehe kumi na tatu shule zinafunguliwa kuanzia chekechea, madarasa ya awali, shule ya msingi na sekondari. Kwa hiyo kila mzazi ahakikishe anapeleka mtoto wake shule lakini sio tu kupeleka shule, hakikisha mahitaji muhimu ya mtoto yanapatikana. Mtoto asiende ana kwa mama yake na kile ni wewe ulimleta duniani, hakikisha anaishi hapa duniani na kupata haki zake zote za mtoto kama ambavyo inastahili. Basi kwa sababu leo ni siku ya baraka, na mimi nirejelee maneno ya kitabu cha Hesabu yanayosema, Bwana awabariki na kuwalinda, Bwana awangazie, Bwana awainulie, awaangazie nuru ya uso wake na kuwafadhili, na Bwana awainulie uso wake na kuwapa amani kwa mwaka wote elfu mbili na ishirini na sita. Nawatakia heri na baraka na Mwenyezi Mungu atubariki sote kwa wakati huu.